Maofisa kutoka chama cha rais wa zamani wa DRC Joseph Kabila Jumatatu ya wiki hii Machi 10 walifika mbele ya mwendesha mashtaka wa mahakama ya kijeshi jijini Kinshasa, hatua inayokuja wakati huu waasi wa M23 wakiripotiwa kuendelea kupiga hatua mashariki mwa DRC. Kulingana na wakili wa maofisa hao Marcel Bumbamba, hakuna mashtaka waliofunguliwa washirika hao wa Joseph Kabila jambo muhimu zaidi ni kwamba wateja wetu hawakupatikana na chochote dhidi yao. Hawakuwa na madai au makosa yaliyofanywa. Walikwenda kama watoa habari, unaona. Ferdinand Kambare, kiongozi wa chama cha The People's Party for Reconstruction and Democracy PPRD, chake Kabila, alitaja hatua hiyo kama ukandamizaji.

Tayari tulielewa kuwa ilikuwa ni unyanyasaji. Hatua ya kurejea kwa rais inawatatiza walioma madarakani. Mpangilio huu wa chama uliwasumbua bila shaka, unaona, na walidhani kwamba PPRD ilikuwa imekufa pamoja na kule kuvunjika kwa muungano wa FCC na maandalizi ya uchaguzi ambao ulifanyika na vyama vya PPRD na FCC havikushiriki. Sasa hivi wameona chama ambacho walidhani kimekufa, ila wamekosea. Wafuasi wa chama hicho cha PPRD walishirikia mbele ya ofisi ya mwendesha mashtaka na katika makao makuu ya chama hicho.